Ni mkoa wa Pwani lakini tuliangalia sasa eneo hili la e, uwekezaji la Kwala kongani ya viwanda ya Sino-Tan ambako waandishi wa habari mmechukua muda mrefu, na niwapongeze, mlikuwa mnauliza maswali mengi na kujionea vijana walivyoajiriwa pale na wanavyofanya kazi. Sasa kongani yetu ya viwanda ya Sino-Tan ni eneo mojawapo la mradi la kimkakati lililoko hapa Kwala katika mkoa wa Pwani. Ukubwa wake ni ekari 2500 eneo hili lina mtaji wa uwekezaji wa dola za Marekani milioni mia tatu ishirini na saba, sawa na shilingi bilioni mia nane themanini na mbili. Mradi huu utakapokamilika utakuwa na viwanda vikubwa mia mbili, na viwanda vidogo mia tatu. Na hivi viwanda tutakuwa na viwanda vya kusindika vyakula, tutakuwa na u, viwanda vya utengenezaji wa vifaa, viwanda vya dawa, viwanda vya ujenzi, usindikaji wa viatu na nguo, na viwanda vya kemikali, kwa pale patakuwa na viwanda vingi. Sasa nini faida za kongani hii? Kongani inatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja, kama alivyosema, itakapokamilika zaidi ya laki moja na ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Maana huyu mtu anayekuja kuajiriwa pale, na yeye anakwenda na ajiri, ama watu walioko hapa wameajiri watu wengine, wanaoletea mahitaji mbalimbali. Wako wanaoletewa vyakula, wako wanaosafirishwa na mahitaji mengine mbalimbali. Ajira zisizokuwa za moja kwa moja zitakuwa laki tano na kama alivyosema, hii tuko kwenye awamu ya kwanza lakini jumla ya awamu zote zitakuwa tano. Aidha ujenzi wa awamu ya kwanza ulioanza mwezi Mei mwaka 2022 upo katika hatua za mwisho na mpaka sasa kuna viwanda vitatu ambavyo tayari vinazalisha na vingine vitatu viko katika hatua za mwisho za kufunga mitambo huku viwanda vingine vinne vikitarajiwa kuanza ufungaji wa mitambo ifikapo mwishoni mwa mwezi April. Eneo hili litakuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye thamani ya dola za Marekani bilioni sita, niliodokeza mwanzoni, sawa na shilingi trilioni sita kwa mwaka, serikali kama nilivyosema, itakuwa ikikusanya kutoka kwenye kongani hii moja kiasi cha kodi cha shilingi zaidi ya trilioni moja nukta mbili. Kwa hiyo kwenye kongani moja tu tunaweza kupata fedha zote hizo. Kama sasa hivi nchi nzima makusanyo yetu ni shilingi trilioni uh, tatu nukta sita kwa mwezi, kwa, mnaweza mkaona, uh, nukta, nukta mbili, kwa mwezi, mnaweza mkaona kiwanda hiki peke yake kwa mwaka kama kinatuletea trilioni moja nukta mbili au zaidi kitakuwa kina mchango kiasi gani kwenye makusanyo yetu ya kodi?